Sasi sana leo katika pitapita pita yangu kwenye mitandao ya kijamii lakini pia e, napenda sana kuwasikiliza wana saikolojia, wana philosophy lakini pia watu ambao ni wapambanaji, watu ambao wanatafuta maisha na kufahamu mbinu ambazo zinatumika katika mafanikio yao kwenye kazi zao. Kuna watu wawili ambao nimebahatika kuwaona na kuwasikia wakitoa shuhuda zao kwamba kwa habari ya chumvi pamoja na mishumaa, mtu mmoja akiwa katika kuelezea akisema eh, baada ya kuanza kuoga kwa kutumia chumvi usiku wa manane, kila alipokuwa kiamka kwenda kazini mambo yalikuwa yanaenda sambamba, kila kitu kwa kinaenda safi, kwamba alikuwa anategeshea kifika kama saa saba saa, saa saa, saa nane ya usiku anaamka anachukua chumvi yake anachukua maji anakwenda, e, kwenye choo chooni kule washing rooms. Akishaingia kule e, ataandaa yale maji yake, na baada ya hapo atachukua ile chumvi ataanza kuoga huko akijipaka ile chumvi mwili mzima, na wakati huo anaoga anakuwa akitamka maneno kwa habari kwa habari ya kazi yake na vitu anavyovimiliki, na, na, na akaendelea kusema kwamba kila alipokuwa akifanya hivyo kila alipokuwa akifanya hivyo haikuwa tu ikifika tu asubuhi akiingia tu kazini, mambo yote, yote swali mauzauza yote kuisha. mwingine sasa yeye akawa anawaambia watu kwamba itakuwa ni siku maalum ya mishumaa, kuwasha mishumaa. Akawa nasema eh, kwamba hata wakati wa Yesu, kwamba watu waliwasha mishumaa, udi na kadhalika. Na wakati huo akawa anatoa maelekezo kwamba kwa nini, kwa nini wakati mwingine inalazimika mtu kutumia mshumaa, kwa sababu mishumaa ile ina symbolize na symbolize peace inaonyesha amani, lakini pia ni kama mwangaza mahali ambapo panagiza. Hasa yule bwana akawa akiwaeleza watu watu wake followers wake kwenye mtandao kwamba usiku e, wa manane, hata kama saa sita ta saba, unachukua ule mshumaa wako ule. Basi mpambanaji, una kazi, mambo hayaendi, unachukua ule mshumaa wako sehemu nzuri ambayo haina kelele wala nini, kwa sababu si usiku, watu wanakuwa wamelala, lakini watafuta engo nzuri. Baada ya hapo, unaowasha ule mshumaa alafu, unaanza kutamka maneno kupitia ule mshumaa. Tajamaa kasema kwamba ninakuhakikishia, ukiamka asubuhi ukaenda kwenye shughuli zako zote, utakutana mambo yote yamekaa safi. Sasa leo nataka mimi niwaeleze dawa ya mambo yote. Mbali na hayo, kuna wengine pia wanatumia maji. Ni vigumu sana kusema kwamba wanaotumia maji si vitu vitu gani hawastahili eh. aliyekuwa kuna mgeni anatumia mshumaa, kwa hiyo anaitumia maji anaitumia chumvi anaitumia mshumaa, wote ni kitu hicho kimoja. Lakini pia mimi niwape ushuhuda Nina, nina ndugu yangu mmoja alikuwa na changamoto ya uzazi kila ilipofika, ilipokuwa inakaribia wakati wa kujifungua yeye ilikuwa ina mlazimu kujifungua kwa shida shida shida shida. Hata siku moja akasikia kuna mtu ni mwombaji mahali, akasema bwana, mimi ngoja nikauzulie pale nikapokee maombi. Alivyofika pale, yule mwombaji akamwambia kuna changamoto ya uzazi ndiyo na, na muda hau wa kujifungua umefika, lakini bado. Akasema ndiyo, ni kweli. Sema sasa, sikiza nikupe jibu, kanunue kahawa, kahawa kahawa ile mnayokunywa ile, kanunue kahawa, ichemshe, piga bomba. Baada ya hapo, utajifungua salama kabisa. Halo, paka, mimi nilivyosikia hiyo kitu mpaka nilichoka nikasema nah. Tumefika mbali sana wapendwa, ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya tatu mstari wa kumi na saba Biblia nasema, na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo. Umeona wanadamu, katika shughuli zetu kuna shughuli ambazo tunazifanya kwa tendo tunafanya lakini kuna shughuli zingine zile ambazo tunazifanya kwa njia ya neno, unatamka unafanya au una, natamka kutoa maelekezo na kadhalika. Biblia naendelea kusema kwa kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Lakini pia Wafilipi sura ya nne mstari wa sita Biblia inasema msijisumbue, kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu nazijulikane na Mungu. Nianze na hiyo Wakolosai. Kwa mtu mwingine tunasema natumia chumvi, lakini kupitia ajina la Bwana, nataka nikueleze jina la Yesu ni jina linalopita majina yote. Jina la Yesu ni jina ambalo likitajwa mahali, kama kuna mtu ana tunguli yake ana uchawi wake ana fisi zake ana misukule yake, lazima akae nayo makini, kwa sababu kuna kitu kinaweza kutokea. Jina la Yesu ni jina ambalo linapotajwa, kuzimu inatetemeka. Nataka nikueleze, anayetumia mafuta anayetumia chumvi anayetumia mshumaa usiku wa manane, nataka nikueleze kama huna Yesu ni sawa na bule, ni sawa na bule. Mshumaa unaotumia ndugu yangu, hata kusaidia kitu, chumvi unaitumia hata kusaidia kitu, lakini pia mafuta, sijui makahawa, sijui vitu gani, kama huna Yesu ni sawa na bule. Acha kusikiliza watu wanaopotosha mitandaoni, nakutoa kwenye njia sahihi ya kumwamini Bwana Yesu kwamba anaweza kufanya mambo na kupeleka kwenye imani ya vitu vingine ambavyo havina mchango wowote ule. Nataka nikueleze kwamba watu wote wanapata kazi, wanapata kazi kwa sababu ya kujipaka machumvi hayo? Au watu wote wanapata kazi au wanafanikiwa kwa sababu ya kutumia mishumaa? Hakuna, hakuna. Umesoma labda kuanzia shule ya msingi mpaka hapo ulipo, iweje leo utu uzima ndio waze kuambiwa kuna maji ndio waze kuambiwa kuna hichi ndio waze kuambiwa kuna kile? Nataka nikueleze, imani ulionayo juu ya mshumaa ihamishie kwa Yesu. Amini tu kwamba Bwana Yesu, mimi nakuomba usiku huu wa manane, naamini unanisikia. Nataka moja mbili, moja mbili tatu, anafanya imani ulionayo juu ya chumvi, kwamba nikioga kwa kutumia chumvi au nikiweka chumvi mahali fulani au ofisini au nini, kwamba itanisaidia. Nataka nikueleze, chumvi haitakusaidia chochote, ila cha kukusaidia imani ulionayo juu ya chumvi hiyo Nataka uiamishie hiyo imani kwa kumwamini Yesu, yaani uiweke hiyo imani kwa Yesu, uamini kwamba Yesu anatosha kunisaidia kazini kwangu, na mambo yakaenda, alafu uone. Lakini pia imani ulionayo juu ya maji au mafuta, nataka nikueleze, iamishe hiyo imani kwa Yesu moja kwa moja. Kuna gharama zingine utoziingia, kwa sababu wokovu tumepewa bure kabisa, uponyaji tumepewa bure kabisa. Kwa hiyo ukiamini kila kitu kinawezekana. Kwa kumalizia, nikupe ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa anatumia maji ya upako. Alikuwa hajaokoka lakini alikuwa anatumia maji ya upako akaenda pale akanunua kadumu alita tano ya maji ya upako. Maana pale nyumbani kwake alikuwa na changamoto kwamba ikifika usiku nyumba inatembea kama vile treni, ki watu ni kulia tu, yaani mang'amng'amu ya kutosha. Yule mama bwana kili akifika usiku, anachukua yale maji ananyunyizia ya, anatamka na nini na nini na nini bwana. Kumbe yale machawi bwana kwenye kwenye kwenye darubini zao yakawa na mekusha ya kuelewa mfumo, akasubiri ya yale maji yaishi, alipojua <laughs> kwamba bwana ile dumu la maji ya upako bwana yameisha ya, ya, leo yaani leo hakuna kitu pale Halo, watu walipigika usiku mzima, yani huko kuanzia vichanga, watu wazima, wazee, yani yani ilikuwa ni mateso matupu, kukaliwa, kunigwa na kadhalika. Lakini kuepusha yote hayo, imani hiyo hiyo ulionayo ni nzuri sana, lakini kama ukiamishia kwa Yesu itakusaidia, kama ukiamishia kwa Yesu itakusaidia, kama ukiamishia kwa Yesu, imani yoyote ile ulionayo, hiyo imani ulionayo hiyo hiyo, iamishie kwa Yesu. Toa mshumaa, mweke Yesu. Toa chumvi mweke Yesu. Toa maji ya upako mweke Yesu. Toa sijui vitu gani vyakula vya upako hadi ugali wa upako ah! Hadi ugali wa upako sasa, tutakula hadi ugali wa upako sasa. Sasa tutaisha itafika, tutaanza kuambiwa magari ya upako, magari ya upako, maduka ya upako. Hakuna hata, nikueleze jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu linaweza mambo yote. Ukimpata Yesu umepata kila kitu kama unao muda wa kuamka usiku wa manane kuwasha mshumaa, basi tenga muda tu usiku wa manane kila siku kila siku kila siku, utenga muda wa wewe kuingia mbele mbele za Mungu kumuomba Mungu kwa uaminifu, halafu uone. Mi nakueleza jina la Yesu tambua, nguvu iliyomo ndani ya jina la Yesu, achana vitu vingine, achana na upotoshaji. Biblia nasema wakati wa mwisho, nyakati za mwisho maarifa ya wengi yataongezeka. Ndio hayo, maarifa yoyote ambayo yanakuja kuliplace kuliweka jina la Yesu pembeni kuiweka nguvu iliyomo ndani ya Yesu pembeni na kuanza kuleta bla bla nyingi. Wewe unaweza kuambia pepo akutumie mshumaa? Pepo mshumaa, nalipuka hapo. Au peleka mshumaa kwa mtu ambaye kwa mtu ambaye ni mgonjwa kule kule Bugando au Muhimbili, uone kama unafanya kazi yoyote, ila hamishia imani ulionayo hapo kwenye vitu vingine vyote kwa Yesu Kristo, alafu utaona kila jambo, kila tendo, kila neno tulifanye kupitia jina la Yesu Kristo, hapo umemaliza. Nami hata nikutabilie kwamba ikiwa utaamua kuachana na mambo mengine yote hayo ukaamua kuhamishia imani yako yote kwa Yesu, u mwezi wa pili ndio utapata kazi. Kuna watu mtaanza kuona mpenyo kwa maisha. Usiakoroge mambo alafu nakimbilia kwenye mshumaa kwamba utakusaidia. Hamna. Ni zilo. Usiakoroge mambo kazini si wapi nakimbilia kwenye chumvi. Huo ni uchawi, tuachana navyo. Njia sahihi ya maisha imenyooka mbele za Yesu, ndani ya Yesu. Njia sahihi ya maisha imenyooka ndani ya Yesu. Kwa kusema hivyo, niseme kwamba nakupenda sana ujumbe huu Usambaze sehemu yoyote. Biblia nasema you are. You are mwisho, kwa maana hakuna jina jingine tulilopewa. Tukupewa mafuta pale wala mishumaa. Hakuna jina lingine tulilo. Hakuna jina jingine tulilopewa tu tu litupasalo sisi wanadamu kuokolewa kwalo, kazi zetu kuokolewa, maisha yetu kuokolewa, ndoa zetu sisi kuokolewa na mambo mengine yote kuokolewa, isipokuwa jina la Yesu tu pekee. Mungu akubariki sana, amen.